Mswahili munaita nini? Mungu alipatia mwanamke makopo ya mzuri sana akapatia mwanamke makopo ya mzuri sana, aleluya. Je, mm. mumeshaona makopo ya kuuza, loo ambao watu wanauza na wana, wana, wana, wana, wana, kutia kumacho mm. kuta makope inakuwa marefu sasa mm. Sasa jiulize mwanamke, wewe unalogwa na nani? Kwa mm. kwa nini ufurahia ile makope yenye Mungu alikupatia? mm. Amen Amen kuongeza ongeza, mm. na kuambia ya kwamba utapotea kwa sababu yuko anataka kukorisha Mungu mm. utakorisha Mungu wewe nani? mm. Haleluya, hata imojashikamo nyingine Mungu amepatia mwanamke zegebe ya mzuri sana mm. umeona ile mm. zegebe ya mzuri sana lakini, nakuambia leo leo wanawake wanaongeza mazegebe mazegebe, sasa mm wanaenda wanaenda mm. za tazama shufo na kuongeza nyuma huko mwanamke, mm. unatafuta nini? mm. Hey, unatafuta nini na nitakuambia, roho yenyewe inalala mule ndani, ni roho ya usharati tu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ewe amen. Amen, no. Hey, mwanamke s furahi zegebe yenye Mungu alikupatia kwa nini mm. wewe unatafuta masifo ili ongeze zegebe mm. no. na kile Mungu alikuumba nacho Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, no. Amen no. Twende sasa ona, wanawake leo haitalishe, wanaume nao wanaingia maini mapepo, lakini wanawake zaidi Mungu alimuumba mweusi, Haleluya. Amen. Kama vile mimi hapa. Lakini mwanamke anachukia weusi wake. Amen. Pole pole. Amen. <laughs>